Lengo letu kubwa la kuomba shirika letu hili la Nyumbu kuja hapa Arusha ni kuja kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwa sehemu ya kurudisha tumaini la wananchi wa mkoa wa Arusha katika maeneo makubwa matatu: moja, ajira; pili, uchumi; lakini tatu, heshima ya mkoa wetu ya kuwa na kiwanda cha matairi almaarufu kama General Tyre. Hii mashine hizi zimeanza kazi miaka ya sabini, sabini. Lakini mwaka elfu mbili na tisa wakafunga kabisa kiwanda, na ukiuliza madai ya kufunga kiwanda wanasema kwamba soko lilikuwa hakuna. Sasa najiuliza kweli, nchini hatuna soko la tairi? Maanake inawezekana kuna watu waliingia kuua kiwanda chetu ili wao wanufaike. Na sisi tunaomba jeshi chini ya shirika letu la Nyumbu wakichukua wao, imani ya Watanzania dhidi ya jeshi ni kubwa na nyinyi mtu mfahamu ya kwamba fikiria, sisi watu wa local government, mimi niko serikali za mitaa na serikali kuu, tukinunua tu matairi ya kwamba halmashauri zote nchi nzima, hivi kweli soko hakuna? Tukitoka tu hapo kwenye vyombo vya ulinzi vyenyewe, yani jeshi la wananchi, polisi, magereza, uhamiaji, faya, wakisema bwana sikiliza, tuenda kununua matairi aliyotengenezwa na ndugu zetu wa shirika la nyumbu, hakuna soko hapo? Bado yaongelea mawizara mengine na kubwa zaidi ujaongelea imani walionayo wananchi dhidi ya jeshi lao la wananchi, kwa sababu anajua chochote kitakachotoka kwenye kiwanda kilichotengenezwa na Nyumbu, kiwanda cha wanajeshi, ni bidhaa itakuwa ni bora zaidi na salama kwa matumizi yao na kuondoka kwenye mambo ya ajali, ambayo kuna wakati mwingine tunaletewa tairi zilisha expire kule. Wanabadilisha tu watu namba, inabadilishwa namba, inaingia hapa watu, watu wanakufa barabarani. Lakini tukiwa na kiwanda cha kwetu wenyewe kinachozalisha tairi zetu ni rahisi kuwa na usalama zaidi, lakini pia kukuza uchumi, na si tuanze ku export badala ya kwa tuna, tuna import uh, mataili ambayo uwezo tunao, ukiangalia mpira unalimo hapa hapa Tanzania. Na kama mnakumbuka ukifuatia economic, Arusha economic forum, katika mjadala wetu tuliongea na waziri wetu wa viwanda na biashara kwamba tunataka kiwanda chetu cha General Tyre kifanyeni, kifufuliwe. Kwa hiyo kwa jitihada za pamoja, najua haitakuwa story, kwa sababu sisi sio watu wa story, sisi tunapenda matokeo na moja ya tokeo ambayo tunatamani ukiona kiwanda chetu hiki kinarudi kwenye utendaji wa kazi aidha kwa kuhuisha mitambo iliyopo aidha kwa kuleta mitambo mipya, lakini wefikiria ile eneo lote hili hapa katikati ya jiji la Arusha ni heka 50.4 hivi, hizi, hizi, hizi structure unazoziona hizi sio za kufa leo hizi. Yaani, ni eneo ambalo lilitakiwa liendelee kuwa hai litengeneze ajira za vijana wengi wa mkoa wetu wa Arusha. kama alivyoeleza mheshimiwa mkuu wa mkoa iko aligned na shughuli zetu za uzalishaji wa magari na tayari ni component mojawapo muhimu. Timu inayoiona tayari hapa itapanga utaratibu ratibu itapeleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, wao wataanza na timu kubwa zaidi itakayofuatilia, mwisho wake itatoka ripoti comprehensive. Watakuja mapema tu, uh, hata kama ni wiki ijayo, waje ili wakutane na wale wenzao kutoka TIC labda na uh, wizara ya viwanda, ninaamini kwa wataalamu tulionao hiyo kazi inaweza kufanyika kwa haraka zaidi na tukapata matokeo mazuri ili sisi sasa tuweze kuona uh, wananchi wa Arusha nao wanapata fursa nyingine ya kiuchumi especially kupitia kwenye hiki kiwanda chetu cha taili. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi wa mkoa na wananchi wa Arusha kwanza kwa kutuamini wanajeshi na watendaji wa Nyumbu kwamba tunaweza kufanya hii kazi. Na sisi tunawahakikishia kwamba hii kazi tutaifanya kwa weledi na kwa kadiri ya uwezo wetu.